Rais wa Marekani Donald Trump na Rais wa Urusi Vladimir Putin wanatarajiwa kukutana mjini Budapest, Hungary katika hatua mpya ya kidiplomasia inayofuatia mkutano wa Trump na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky uliofanyika Washington wiki hii. Mkutano huo na Zelensky ulihusu ombi la Ukraini la msaada wa kijeshi zaidi ikiwemo makombora ya masafa marefu ya Tomahawk, jambo ambalo Trump alikataa kwa hofu ya kuongeza moto wa vita. Mazungumzo ya Budapest yanakuja wakati dunia inasubiri ishara yoyote ya uwezekano wa kumaliza vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Trump anajitangaza kama kiongozi anayeweza kuleta mwisho wa vita visivyo na heshima, huku Putin akitafuta jukwaa la kimataifa kuonyesha kwamba bado ana ushawishi licha ya vikwazo na waranti ya kukamatwa na Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu wa ICC. Hungary chini ya Waziri Mkuu Viktor Orban imejitokeza kama mwenyeji wa mkutano huu. Budapest imechaguliwa kwa sababu mbili kuu. Moja, Orban anajionyesha kama kiongozi wa kipekee barani Ulaya anayeweza kupokea Trump na Putin kwa mkutano wa wazi. Na mbili, Hungary imeanza mchakato wa kujiondoa kwenye ICC, jambo linalomfanya Putin ajisikie salama kutembea bila kuhofia kukamatwa. Warrant ya ICC bado ipo na kuna maswali kuhusu jinsi ndege ya Putin itakavyosafiri katika anga za Ulaya bila kuingiliwa. Wataalamu wanaonya kwamba kama Ukraine haitashirikishwa moja kwa moja mazungumzo haya yanaweza kudhoofisha msimamo wa Kiev katika mustakabali wa vita vya Urusi na Ukraine. Wapo wanaoona mkutano huu unaweza kukaralisha nafasi ya Putin badala ya kuleta amani ya kweli. Mkutano huu unaweza kupelekea hatua ndogo za kupunguza mapigano au makubaliano ya muda mfupi, lakini mambo makubwa kama mipaka, udhibiti wa silaha na mustakabali wa Donbas na Krimea yatabaki kuwa changamoto kubwa. Kwa Marekani, huu ni mtihani mkubwa wa uwezo wa Trump kushughulikia migogoro mikubwa ya kimataifa. Kwa Urusi ni nafasi ya kuonyesha bado iko mezani kama mshiriki mkuu wa diplomasia ya kimataifa na dunia nzima. Mkutano wa Putin na Trump mjini Budapest ni tukio lenye athari kubwa kisiasa na kijiografia dunia. Nasubiri kuona kama ni mwanzo wa amani au ni hatua nyingine ya siasa za nguvu. Ikiwa Ukraine itatengwa, hatari ni kubwa, kama mazungumzo haya yatachukuliwa kama ushindi wa kisiasa kwa Putin, lakini kama yatakuwa ya kweli, yanaweza kuandika sura mpya ya historia ya diplomasia ya dunia.